Tunakuhakikishia kama bunge linalomalizika sasa, wabunge wote ni wa CCM na litakalokuja kutoka Pwani, wabunge wote ni wa CCM na ninaamini kwa nchi nzima itakuwa hivyo hivyo. Pia tutakuletea madiwani wa Chama cha Mapinduzi ili halmashauri za wilaya na miji zote ziwe chini ya uongozi wa chama cha mapinduzi. Hatuko tayari, Mheshimiwa Rais na mgombea wetu, kuchanganya pumba na mchele. Katu hatufanyi biashara hiyo, tunayajua madhara yake na hatutathubutu kufanya hivyo. Ndio maana tunasema Oktoba, tunatiki mara tatu kwako, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Bunge.